Amani ni jambo paramount na amani ni muhimu, pahala ambapo una uchumi kama wa Zanzibar, sababu uchumi wa Zanzibar ni uchumi wa watu kuja kustarehe. Ndio uchumi wetu mkubwa. Katoka huko mtu na stresi zake, anasema achenende Zanzibar eh ee, huko nitakwenda kupumzika. Eh, sasa akija hapa hataki zogo, hataki vurugu. ndio ndio uchumi wetu, maana unapokuwa na hospitality industry ndio sehemu kubwa kwa sasa. Kwa hivyo lazima ni uchumi wa kuwa uwe na amani tena ya kweli kweli, eh. Ndio wengine huko unawasikia kina Singapore, walikuwa na kampeni zamani ya bashasha, kila akipita kwanzia airport, kila mtu musmile kwa nguvu, hata kama nyumbani ulitoka huko kidogo <laughs> umetoka umeudhiwa lakini ukishafika kazini huna hmm ruhusa ya kuonesha e, ya kuonesha nini hmm yako atafurani zako pale, wewe smile mwanzo mwisho akij kwa sababu gani? wanavutia alokuja pale, hataki stress. stress zako baki nazo mwenyewe, ndio msingi wa uchumi wa uchumi. Kwayo, kwa hiyo amani kwa Zanzibar si siasa, amani kwa Zanzibar si watu, amani kwa Zanzibar ni uchumi bila amani tusahau kwamba tutakuwa na na. Ukitaka kuona ndo nasema, tungekuwa tunapima. Tuna bahati nzuri sisi, mheshimiwa Mufti, tuna bahati nzuri, tuna Waafrika wenzetu, maana unaweza kujua, lakini hii ni Afrika hatui au vipi? Unaweza kusema hivyo labda Zanzibar, kwa sababu leo mpaka leo tuko kuna, tuna struggle ya kwamba uchaguzi ishirini ishirini na tano eh, watu wasijiwakafa, sio kwamba kusiwe na, na, na rigi uchaguzi duniani pote inakuweko level amount ya rigi, lakini tuna struggle watu wasijawakafa, lakini tuna Afrika wenzetu Afrika Kusini Warusi wameiteua kwamba ndio agent mkubwa wa military industry ya. Yani, ni huge increment kwenye uchumiwa yani ukondoaliko akini amfanya uchaguzi yule aliopambana kanini kashindwa lakini kawaita wenzake wameka, kwa nini je, niu ya vyama kumi inakwenda? Kwa sababu wanapokuwa na issues wanazungumza, wanakwenda mbele. Boswana nchi moja, leo Boswana ni ndio nchi ya tano kwa uchumi. Wamefanya uchaguzi mwaka jana, wameshindwa chama tawala, si ndiyo? Wamekubali, wameingia wengine, wanaendesha serikali, si wote, si nchi ile ile? Sasa huo mwingine anaipeleka wapi nchi hiyo? anaipeleka hapa serikali si ndo nyinyi kwa jini eh? Lesotho si nchi ya Kiafrika? Mfanye uchaguzi chama tawala wameshindwa, wamekubali. Mi nilikuwa na kule Angola, tulikuwa na aliokuwa waziri mkuu aliopita eh? Tulikuwa naye, sasa ni kiongozi wa upinzani tunae kwenye, kwenye mkutano Malawi, the same jamani. Malawi si wa Afrika? wengi situmu ambao tuna asili huko Malawi, lakini tukija Zanzibar tunakuwa tofauti. Yeah, tunakuwa tunakubali ni Wanyasa, lakini tukua Wanyasa wa kizaziba tunakuwa shida. Zambia, Zambia si so Waafrika jamani, wamefanya uchaguzi waliokuwepo, mara ya tatu hii, anaingia huyu mwaka anaingia huyu mwaka anaingia huyu sindio? West Africa tumesikia Ghana mara ya nne hii, wanapishana mwaka huu kaingia huyu mwaka huu mwaka huu kaingia huyu mambo yanakwenda, nchi yao uchumi wao unakuwa. Seychelles ndio kijinchi kidogo 120000 people, lakini wamfanya uchaguzi eh, baada ya upinzani miaka si, mara sita mara tano kushindwa mara sita, wamfanya uchaguzi, upinzani wameshinda, nchi inakwenda ile. Leo ni namba one kwa uchumi, per capita ni ya ndio namba one kwa Afrika. Mauritius wamfanya uchaguzi juzi November last year, chama kilichotawala kimepigwa sitini kwa bila ngapi? Sitini kwa bila, wameshindwa.